Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kumpongeza mwanariadha Alphonce Simbu kwa kushika nafasi ya pili katika mashindano ya kimataifa ya mbio za Boston. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuandika maneno haya: pongezi za dhati kwa Alphonce Simbu kwa kushika nafasi ya pili katika mashindano ya kimataifa ya mbio Boston, Boston Marathon. E bana, umefanya kazi nzuri. Ushindi wako ni matokeo ya kujituma kwa bidii, maandalizi mazuri, nidhamu kuanzia jeshini, kwenye mazoezi hadi kwenye mashindano ukilibe kwa heshima na kwa hali ya juu jina la taifa letu. Endelea kupeperusha vyema bendera ya taifa letu. Hayo ndio maneno ambayo Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuyaandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ikiwa ni kama pongezi kwa bwana mkubwa Alphonce Simbu, mwanariadha huyu kutoka Tanzania ambaye amewakilisha vyema zaidi bendera ya Tanzania pale Marekani, ikiwa ni mashindano tu yakizidi kuendelea pale Marekani na Alphonce Simbu kuweza kuibuka kidedea katika nafasi ya pili ambayo ime kumfanya mpaka Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kumpongeza. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure tukumba drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Until next time, bye, bye.